Alinusurika gharika lakini akafutwa kwenye maandiko. Mwanamke mmoja alisaidia kuokoa dunia nzima halafu akatoweka kwenye kila ukurasa wa Biblia. Lakini maandiko ya kale, maandiko yaliyokatazwa na hata vinasaba vya kisasa vinatuambia vinginevyo. Je, kama ukoo wako unarudi kwa mwanamke ambaye historia ilijaribu kumzika? Alikuwa mama mweusi, kiongozi wa kizazi kilichobaki kwenye safina, mama wa mataifa, lakini hawakuwahi kukuambia jina lake. Afrika, Asia, Israeli, damu yake inapita katika maeneo hayo yote. Je, kama mke wa Nuhu aliyesahaulika ndiye mama wa ukoo wako? Watu wanane waliingia kwenye safina, mmoja wao alikuwa mama wa maisha yote baada ya gharika, lakini dunia imemsahau. Alikuwa kando ya Nuhu, akazaa mataifa. Hii ni hadithi yake iliyofichwa gizani, sasa inainuka kwa nguvu. Mke wa Nuhu hana jina, hana sauti. Kwa nini Biblia imenyamaza? Lakini maandiko ya kale yanazungumza. Midrash, kitabu cha Yubilei na jiografia, vyanzo hivi vilivyosahaulika vinafunua nini kuhusu mama wa kila kabila? Alibeba maisha ya baadaye ndani ya tumbo lake. Alinyamazishwa na wanadamu, lakini akachaguliwa na Mungu. Wanawe waliumba mataifa na urithi wao unasikika hadi siku za mwisho. Je, nafasi yake iliyosahaulika inaweza kuwa ufunguo wa umoja, unabii na urejesho? Hii ndiyo hadithi ya mke wa Nuhu aliyesahaulika na ukweli uliofichwa kuhusu kizazi chake. Karibu kwenye hadithi za Biblia mahali tunapofichua ukweli wa maandiko kwa ujasiri mkubwa na kuangaza hadithi za wale waliopuuzwa, kusahauliwa au kutokueleweka. Leo tunaanza safari ya kurudi nyuma katika historia kupitia maandiko ya kale, majina yaliyofutwa na vizazi vilivyofichwa. Kwa sababu hadithi ya mke wa Nuhu ni kubwa zaidi ya dondoo ya mwisho wa mstari. Tutazame mahali jina lake lilipotajwa kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo. Lakini tunakutana na kimya. Hey, lakini nawe nitafanya agano langu nawe, utaingia katika safina wewe na wanao na mkeo na wake wa wanao pamoja nawe. Mwanzo mlango wa sita mstari wa 18. Hamna jina, hamna historia, hamna maneno. Mwanamke ambaye alisaidia kuokoa kizazi cha wanadamu anaitwa tu umkewe. Tazama pia Mwanzo mlango wa 7 mstari wa saba, kumi na tatu, mlango wa nane mstari wa kumi na sita. Anatajwa mara kwa mara mkewe, tena na tena. Anatembea pamoja na Nuhu, anaingia kwenye safina, anavuka hukumu ya Mungu, anaingia ulimwengu mpya, lakini jina lake halisemwi. Ukitazama kwa makini utagundua kuwa utambulisho wake umefichwa, labda kwa makusudi. Lakini kwa nini? Eva alipewa jina mama wa wote walio hai. Sara mke wa Ibrahimu anaheshimiwa kwa imani yake. Rebeka alichaguliwa kwa uongozi wa Mungu, lakini mke wa Nuhu, mama wa dunia baada ya gharika, anabaki bila jina. Wengine husema kutotajwa kwake ni kwa sababu ya mfumo wa zamani wa kipatriaka, ambapo wanawake hawakupewa nafasi isipokuwa hadithi zao zilihusiana moja kwa moja na agano lakini wengine wanaamini kuna fumbo lililofichwa kwamba utambulisho wake ulikuwa ukijulikana zamani lakini ulipotea au ulifichwa wakati maandiko ya Biblia yaliandikwa. Lakini si vyanzo vyote vilinyamaza. Maandishi ya kale ambayo hayakujumuishwa katika Biblia ya sasa yalithubutu kuandika jina lake na urithi wake. Katika kitabu cha Yubilei kilichohifadhiwa na kanisa la Kiorthodoksi la Ethiopia, tunakutana na mwanamke aitwaye Msara. Jina lake linamaanisha e, mama wa mbegu. Inafaa sana kwa mwanamke aliyebeba kizazi cha binadamu baada ya gharika. Anatajwa kuwa binti wa Raikeli kutoka ukoo wa Henoko, huu ukoo wa watakatifu kabla ya gharika. Je, inawezekana kwamba Mungu hakumuokoa tu Nuhu bali pia damu ya kiroho ya haki kupitia kwa mwanamke huyu? Katika midrashi ya Kiyahudi, jina jingine linaibuka, Nama, mwanamke aliyekuwa dada wa tubal Kaini, Mwanzo mlango wa nne mstari wa ishirini na mbili. Baadhi ya marabi walidhani kwamba huyu ndiye mke wa Nuhu. Ikiwa hivyo basi, damu ya Kaini na ya Sethi zilinusurika gharika. Jina e Nama linamaanisha em, pole mrembo, au anayependeza kwa sauti Maandishi mengine yanasema alikuwa mwenye hekima, aliyetumia muziki kutuliza mapepo na kushinda uovu. Ikiwa kweli huyu ndiye alikuwa mke wa Nuhu, basi Mungu hakuokoa tu haki, bali pia historia nzima ya mwanadamu iliyojaa mazuri, mabaya na waliokombolewa. Lakini swali linabaki, kwa nini Biblia ilinyamaza ilhali maandiko ya kale yanamtaja? Je, ni kwa sababu ya uchaguzi wa wanadamu waliotunga kanuni ya Biblia? Je, ukimya huu ni wa makusudi? Haijalishi alikuwa msara nama au jina jingine lililosahaulika, jambo moja ni dhahiri, alikuwa zaidi ya mke wa Nuhu. Alikuwa mchukua urithi, na labda hata nabii. Biblia haisemi kwamba Nuhu alitembea peke yake. Watu wanane waliingia kwenye safina: Nuhu, mkewe, wana wao watatu na wake zao. Hii inamaanisha kila mwanamke aliyekuwa safinani alikuwa sehemu ya mpango wa wokovu wa Mungu. Mungu hampati mtu kibali kwa bahati. Ikiwa Nuhu alipata kibali, basi mke wake pia alikuwa mteule. Hakuwa tu mke wa mtu, alikuwa chombo kilichochaguliwa, mama wa mataifa. Wana watatu, mama mmoja, na kutoka kwa wana hao watatu walitoka kila taifa, kila kabila, kila lugha chini ya jua Hamu anahusishwa na Afrika. Kutoka kwake walitoka ti tikushi, Ethiopia na Sudan ya sasa i e Misri Egypt, Tiput Libya, ti Kanaani Lebanon na Israeli ya sasa. Uzao wa Hamu ulizaa ustaarabu mkubwa kama Misri na Kushi, milki za maarifa, hesabu na alama za kiroho. Kupitia Kanaani zilitokea tamaduni zilizokuja kumpinga Israeli, lakini hazikusahaulika lakini je, rangi ya ngozi ya Hamu, nchi alikoenda, na uzao wake, ndivyo vikasababisha historia kufuta mchango wa mama yake? Shemu, mwana wa kwanza wa Nuhu, na uzao wake walibaki katika eneo la mashariki ya kati. Kutoka kwake walitoka Arfaksadi, babu wa Eberi, baba wa Waebrania. Hei, kupitia Shemu walitoka Ibrahimu, Isaka, Yakobo hadi Yesu Kristo. Huu ndio ukoo wa agano wa makuhani, manabii na wafalme. Shemu alikuja kuwa nyenzo ya kiroho ambayo Mungu alitumia kuandika upya hatima ya wanadamu. Lakini usisahau, Shemu pia alikuwa mwana wa mke wa Nuhu. Urithi wake haukuwa kwa hamu tu, ulikuwa pia katika Israeli. Yafethi anayetajwa kwa uchache kati ya hao watatu, inasemekana kwamba alieneza eneo lake sana wanawe walihamia kaskazini na magharibi wakazaa mataifa ya Wayuroasia. Kutoka kwake walitoka Tigomeri, Magogu, Madai, Yavani, Tubali, Mesheki na Tirasi, majina yanayohusishwa baadaye na Wagiriki, Waskithi na mataifa mengine ya Ulaya. Uzao wa Yafedhi ulijenga milki kubwa, Throma, Ugiriki na hatimaye mataifa ya Ulaya. Lakini wote weusi, wa kahawia na weupe walizaliwa kutoka tumbo la mwanamke mmoja. Kama wana wa Nuhu ni mababa wa mabara, Afrika, mashariki ya kati na Ulaya, basi mama yao alikuwa mama wa mataifa. Jina yake iligusa kila bara. Mchango wake unaweza kuwa mkubwa kuliko tunavyothubutu kuuliza. Hakuwa tu mtu wa pembeni kwenye hadithi ya gharika, alikuwa daraja la uzima kati ya dunia iliyoharibiwa na dunia mpya. Wana wa Nuhu walitawanyika baada ya gharika, lakini je, mmoja wao alikuwa anarudi nyumbani? Hamu, mwana wa pili wa Nuhu, alizaa mataifa yaliyokuwa miongoni mwa ustaarabu wa kwanza na wa juu kabisa Afrika. Thikushi anayehusishwa na Nubia ya kale, Sudan na Ethiopia ya sasa. Ni hey, Misri, nchi ya mapiramidi na maandishi ya papirus. Thiput mara nyingi huhusishwa na Libya Kikanaani eneo la Levant pamoja na uhusiano wa kitamaduni na lugha wa Kiafrika. Mataifa haya hayakuwa tu ya Kiafrika kwa kijiografia. Tamaduni, lugha na mifumo yao ya kiroho ilibeba alama ya damu ya Hamu, damu ya mama yake. Biblia haisemi kabila la mke wa Nuhu, lakini kama Hamu alizaa mataifa ya Kiafrika waziwazi, je, alirithi vinasaba hivyo kutoka kwa nani? Ikiwa mke wa Nuhu alikuwa Mwafrika au alikuwa na asili ya Kiafrika, basi hii inaeleza ti kwa nini uzao wa Hamu ulikuwa na rangi ya ngozi ya giza ti moyo wa uvumilivu na nguvu ti na utofauti mkubwa wa kiutamaduni. Katika kitabu Hayubilei anaitwa Msara, huenda alikuwa mwanamke wa damu ya kifalme au kikuhani. Mapokeo ya Kietiopia yanaonyesha kwamba mke wa Nuhu alikuwa na uhusiano na koo za Kiafrika kabla ya gharika, walinzi wa hekima na waangalizi wa anga. Mapokeo ya mdomo barani Afrika mara nyingi hubeba ukweli ambao watafiti wa Magharibi husahau kuuliza. Kwa upande wa lugha, wataalamu wamegundua uhusiano kati ya lugha ya Kiebrania na familia ya lugha za Kiafroasiatiki, zikijumuisha Misri, Ethiopia, Kanaani, hata Mesopotamia ya zamani. Kisayansi tafiti za kipimo zinaonyesha kuwa watu wa Afrika na Mashariki ya Kati wanashiriki mizizi ya pamoja ya kale sana kabla ya mipaka ya milki au kabila. Je, inawezekana kwamba safina haikuleta tu wanadamu kwenye uzima bali ilimrudisha mwanamke mmoja kwenye ardhi ya mababu zake? Kupitia mwanawe Hamu, urithi wake haukupotea, ulichongwa kwenye mto Nile, ulifichwa kwenye vizazi na unaishi kwenye sura za mamilioni leo. Mke wa Nuhu aliyesahaulika hakuwa dondov, alikuwa msingi. Na kama Hamu alirithi nguvu ya kiafrika kutoka kwake, basi Afrika iko karibu sana na mizizi ya maandiko kuliko tulivyofundishwa. Hakunukuu neno lolote kwenye Biblia, hakupata nafasi ya kusikika, lakini DNA yake inapita kwenye damu ya mataifa. Shemu, Hamu na Yafethi, wana wa Nuhu, walikuja kuwa waanzilishi wa mataifa yaliyotapakaa duniani kote lakini kabla yao kulikuwa na yeye, imama wa wanadamu wote waliobaki baada ya gharika. Kama wanawake walienea duniani, basi urithi wake wa kinasaba uko ndani ya e iwana wa Nubia na wamisri wa Afrika, iwaebrania waarabu na waashuru wa mashariki ya kati, iwatu wa Dravidia na wenye asili ya kisemiti kusini mwa Asia, imakabila ya kituruki na kimongolia wa Asia ya kati Dina hata mataifa ya kiuro ya ya Ulaya. Sayansi ya vinasaba ya kisasa inatufundisha migna ya mama, yani msururu wa mitochondrial ndiyo inayobeba ukoo usiovunjika. Yeye ndiye mama asiyejulikana wa kila kabila na lugha. Kila kundi la watu lililotoka kwenye safina lilibeba roho yake, damu yake, urithi wake. Je, kutotajwa kwa jina lake kunaonyesha tu kusahaulika kwa bahati mbaya au je, nafasi yake ilifutwa kwa makusudi kama ilivyotokea kwa wanawake wengi kwenye maandiko na historia? Na bado urithi wake unanong'ona kwa nguvu kuliko jina lililosahaulika. Weusi, kahawia na kila rangi kati, tunatokana na mwanzo mmoja. Yeye hakuwa tu mke wa Nuhu, alikuwa mama yetu sote, na kupitia Shemu, Hamu na Yafedhi, bado anatembea miongoni mwetu utamaduni wa kibiblia ulikuwa wa kipatriaka kwa kiwango kikubwa. Wanaume walikuwa waandishi wa kumbukumbu kumbu, makuhani, wafalme na mara nyingi ndio waliotajwa majina tu. enuhu akaingia katika safina yeye na wanawe na mkewe na wake wa wanawe. Mwanzo mlango wa saba mstari wa saba. Tazama mtindo huu, wanawake walikuwepo pembeni tu, mkewe, bila utambulisho wake mwenyewe. Hii haikuwa kosa la Mungu bali ilikuwa tabia ya wanadamu. Kabla maandiko hayajaandikwa, yalikuwa yanasimuliwa. Majina, nafasi na urithi vilipitishwa kwa mdomo kutoka kizazi hadi kizazi, lakini hadithi za wanawake zisipoandikwa, zilitoweka. Je, wanawake waliwahifadhi wanawake wenzao katika simulizi zao, lakini sauti zao hazikujumuishwa kamwe? Wanaume walipoanza kuandika vitabu, Judaismo ikawa ya kirabi na Ukristo ukawa taasisi rasmi. Maana ya hadithi ikabadilika, mtazamo ulilenga agano, sheria, ufalme na sadaka, yote ya kihusiana na wanaume. Wanawake kama mke wa Nuhu walionekana kama vyombo, si sauti. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa madaraja waliounganisha dunia ya zamani na mpya. Je, kutomtaja kwa jina hakukuwa ajali, bali ni uamuzi? Ukimya unaweza kuwa silaha, lakini hata ukimya unaacha mwangwi. Leo tunamrudisha siyo jina lake tu Msarai, Nama au labda jina la kale zaidi, bali tunarejesha hadithi yake, kwa sababu bila yeye hakungekuwa na sisi. Je, kama mchungaji wako angesimulia habari zake kama jina lake lingesomwa makanisani likachapishwa kwenye Biblia za masomo na kufundishwa kwa watoto kama mfano wa imani na nguvu? Yeye alisimama juu ya safina, Eva wa pili, akiwa amebeba kizazi cha binadamu ndani ya tumbo lake. Alilisha familia yake, alivumilia gharika, aliijenga upya dunia, lakini bado hatujawahi kusema jina lake. Kwa nini? Yeye ndiye mama wa kiroho wa kila aliyesalia. Kila mwanamke aliyebeba familia yake katikati ya machafuko, kila mama aliyesimama katikati ya kukata tamaa na tumaini, anawakilisha imani isiyo na makelele lakini yenye kudumu milele. Tafakari mahubiri kuhusu kuhusu ujasiri wake, masomo ya Biblia kuhusu uvumilivu wake, watoto wakijifunza kwamba Mungu huokoa pia kupitia wanawake wasiotajwa. Yeye si dondo, ni msingi, mama mkuu ambaye ukimya wake hausitahili kumvua heshima yake. Kanisa nalikumbuke jina lake, kila mwanamke asikie sauti yake katika kimya cha imani na mapambano, na atajwe, aheshimiwe, kwa sababu hakupanda tu safina, alibeba kesho ya wanadamu. Je, mwanamke ambaye jina lake lilifutwa bado anaweza kuwa ufunguo wa uponyaji wa mataifa? katika dunia iliyogawanyika kwa rangi, tabaka na imani, damu yake inatiririka ndani ya sisi sote. Yeye ni mama wa Shemu, wa Hamu na wa Yafethi, ishina la kila jamii duniani. E, kutoka kwa damu moja Mungu alifanya mataifa yote ya wanadamu wakae juu ya uso wote wa dunia. Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 26 damu hiyo ilipitia kwake, kupitia mwanamke ambaye jina lake limesahaulika, ili mgawanyiko wetu wa leo uje kuponywa. Mtume Paulo alizungumza ukweli kule Athene. Hei, Mungu amewafanya wanadamu wote kutoka kwa damu moja wakae duniani kote. alikuwa akinukuu Mwanzo, lakini pasipo kujua alikuwa pia akinukuu yeye. Kanisa linaitwa bibi arusi wa Kristo, ukundi la waamini kutoka kila taifa, kabila na lugha lakini kabla ya kuwa na bibi arusi wa Kristo, kulikuwa na bibi arusi wa Nuhu, mwanamke ambaye kama kanisa alibeba ahadi katikati ya dhoruba. Mwanamke ambaye kama kanisa alibeba mbegu ya dunia mpya. Mwanamke ambaye kama kanisa amesahaulika lakini amechaguliwa. Je, sayansi sasa inakaribia ukweli wa maandiko? Je, ukimya wa Biblia kuhusu mke wa Nuhu unaficha ukweli unaoibuka sasa kutoka kwenye mifupa ya kale na DNA ya kisasa? Wanasayansi wanakubaliana, vinasaba vya mwanadamu vya kale zaidi vinaelekea Afrika. DNA ya mama mitochondria, ambayo hupitishwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, inarudi kwa mama mmoja wa kale kabisa wa Kiafrika, mara nyingi huitwa Mitochondrial Eve. Je, inawezekana kwamba mke wa Nuhu ndiye Eva wa baada ya gharika, kwamba yeye hisi Nuhu peke yake he, alikuwa lango la kibiolojia ambalo binadamu wote wa sasa walipitia. Mwanzo huzungumzia kuhusu dunia iliyoharibiwa na kuanzishwa upya, familia moja iliyookolewa: Nuhu, mkewe, wana wao na wake wa wana wao. Ikiwa maandiko ni kweli, basi kila mtu aliye hai leo anabeba mwangwi wa vinasaba vya kundi hili dogo lililochaguliwa. Na kupitia upande wa mama na yake hii imegusa kila taifa duniani. Wataalamu wa lugha wanaunganisha majina haya na familia ya lugha za Kiafroasia, lugha zinazotokea Ethiopia hadi Arabuni, Kanaani hadi Mesopotamia. Kupitia yeye, sote tulizaliwa upya. Hadithi ya mke wa Nuhu hutufundisha. H, Mungu mara nyingi hutumia waliopuuzwa kuhifadhi ahadi yake. Wakati historia ilisahau jina lake, mbingu haikusahau kamwe. Unadhani jina lake lilikuwa nani? Msara, Nama, au labda jina ambalo historia ilijaribu kufuta? Andika maoni yako hapa chini. Unadhani jina lake lilikuwa nani? Mama huyu aliyesahaulika hakuwahi kutajwa kwa jina, lakini alibeba kizazi kizima cha wanadamu. Leo tunamkumbuka, Leo tunamrejesha katika historia yetu ya imani. Kama hadithi hii imekugusa bonyeza alike, andika maoni yako na jisajili kwenye The Bible in Black kwa simulizi zaidi za kweli zilizofichwa kwenye maandiko. Shiriki video hii na mtu mmoja unayemjali, kwa sababu historia inapoandikwa upya, sauti za wanawake waliopitwa na wakati lazima zisikike mpaka wakati mwingine. Kumbuka hii, Mungu hutumia hata waliopuuzwa ili kuandika historia ya wokovu. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Amani na baraka.